Kuelekea mechi ya fainali ya mkondo wa kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya RS Berkane dhidi ya Simba Sports Club uh, wanachama na mashabiki wa Simba mkoani Kagera, kata ya Kashai, manispaa ya Bukoba, wameanda sherehe inayoambatana na dua maalum ya kuiombea Simba Sports Club, lakini pia wametumia nafasi hiyo kutoa msaada kwa watoto yatima. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Pili tushukuru kituo hiki na tumshukuru bibi yetu pamoja na vijana wetu kwa kutukaribisha. Baada ya kufika kituoni, mama mlezi wa kituo hicho Bi Hadija Halfani amewapokea, lakini pia ametoa shukrani zake kwa wanachama na mashabiki wa Simba kwa msaada walioutoa Mafanikio kama hayo yanatutia faraja wote na hata nyinyi pia, jamii inayozunguka inayoijua nusuru ya timu. Sasa kwa uchache huo basi, kwa sababu dhamira yetu ni kumlilia Mwenyezi Mungu Muumba wa mbingu na ardhi, akatusikia kilio chetu, tukamwomba na akatufariji kwa kusikiliza maombi yetu, nia yetu akatutimizia, tukaupata huo ushindi katika hiyo mechi inayokuja. Baada ya Bi Adija kutoa shukulani zake kwa wanachama na mashabiki wa Simba kwa msaada walioutoa, dua na sala maalum kwa ajili ya kuiombea Simba Sports Club ilifuata. Tunakwenda kuwaombea ndugu zetu wenzetu

wabariki man sadaka hada sadaka sallallahu ala saidina Muhammad waala alihi wasahbihi wasalim. Subhana tumbe macho natuombe Baba yetu na Mungu wetu usiyeshindwa jambo lolote, mfaruma amani uliotukuka hakika, unastahili heshima na utukufu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuheshimiwa. Mungu usiyeshindwa jambo lolote, ni wakati una masaa ya Baba wanao wa kike na wakiume, tumekusanyika mbele za uso wako, mfarma amani ulisema wakusanyika hapo wawili watatu kwa ajili ya jina lako na wewe utakuwa katikati yao mfalme amani tunaamini baba uko mahali hapa na upo tayari baba kusikia haja za mio yetu mfalme amani tunasema asante kwa ajili ya ulinzi wako asante kwa kutupa kibali kwa siku nyingine tena wako wengi ambao wali Aidha baada ya sala na dua kumalizika, mashabiki wa Simba wamejitolea kuwapa msaada wa sare za shule watoto hao na kuendeleza katika fani mbalimbali mbali za ufundi baada ya kumaliza masomo. Basi kuanzia darasa la tano mpaka watakapohitimu darasa la saba. Uniform, uniform shati na kaptura sketi na blouse nitakuwa nawashonea mimi, na ninaomba nikutoka hapa, sio kuwashonea tu, nitakuwa mimi natafuta vitambaa mpaka watakapohitimu darasa la saba, pamoja na vijana wenzangu au watoto wetu au ndugu zetu. Sisi tutaendelea kuwa pamoja nanyi, hatutawatupa, tutaendelea kushirikiana katika shida na raha, na tutafanya kila kitu kwa ushirikiano. Uh, kikubwa kilichopo mbele yetu ni kuombea timu yetu ambayo ni Simba Sports Club. Uh, kuelekea mpira wa kesho dhidi ya RS Berkane, na nadhani kila mtu, kila mwana Simba aliyekuja hapa kuna dhamira yake ambayo ameitegemea hiyo kesho, kesho. Mm-hmm. Mimi ni Aristides na hii ni Stein TV.